Mm, shtena na kwa raha zaidi nampiga hapa hapa kwa hiyo raha nani, ha, na raha, tu mtani kule najua akifika South Africa hey. Apia oh. Toboi <laughs> mi najua South <South. laughs> likuwepo wakati ananikatalia goli pale hey, likuwepo lile nakataliwa goli pale nimemaliza jezi zote. Sina hata jezi hata, nimebaki na small moja tu ya kimataifa. Nauza kwa landi, nauza kwa landi tena hey, hotelini kwa wachezaji wangu. Namshukuru kwanza injinia, yani namshukuru sana, alioniambia twende. Au nilimaliza na nyumba, nimejenga toka nimetoka sauti, ndijenga nyumba. Nilipata hela nyingi sana, naenda kuchange benki, wanasema yeah, okay. Unaishi kula sasa, kama nimepata milioni ishirini na saba na Pajazi. Nakuwa na kiwanja Pajazi. Kwa jezi tu eh nenda kuchenji benki wananishangaa eh, kwa kweli nipata sana hela na mimi ndio nitafuta mtaji wa kuuza jezi lakini usiuze ya Simba. Simba ya Simba itoki South Haitoki. Yanga ni wengi sana South Africa. Sana ah, okay. E, kwa... sana tulikuwa sana. pale Victoria hmm. Kwa kweli liuza sana jezi ah, watoki wale watoto wazuri, nakwambiaje kule. Alafu pale hajacheza mpira pale Zanzibar, hawajacheza kabisa, utanifuata siku a sana, uwa wanaenda wakiwa wako salama, wakirudi eh. watakuwa anaumwa, naonea huruma sana wasauzi, anajua firijisi Okay. Kama alinifanya mimi firigisu goli li wakalikataa la Aziziki. Okay. Na limeonekana kabisa lile goli la Aziziki wamefunga. Wa okay. Lakini waka tukatalia kata kata. South okay. Africa. Naonea huruma mtani okay. Na monea huruma mtani okay. wangu. Yaani anaenda kurudi analia. Kama tulivyorudi sasa, si mimi nimekaa na baka tuongei. Tuko ndani ya ndege tuongei mpaka okay. fika na ile saumu yake. Namfikia tu hii. Vipi? <laughs> <laughs> Bwana indege nayo hii, mawingu mawingu juu. Lakini yani tumekaa na baka, anaambia mama Manji, acha nimeumia sana lile goli. Ndo neno aliongea peke yake. Asante, asante, sio hapa hapa. Baadaye nifate, baadaye nifate. Mimi hapa naondoka saa moja na dakika tano, na, na dakika kumi mpaka kumi na tano okay, ndio gari hapa nanifata na paki hapo. Lala, lala. Na na yeye nawafunga magoli mengi tu hawa, mbona wepesi sana get, wepesi. Wepesi wepesi Simba wale ni Simba Simba, na, ana, ana, ana, ma, Simba ana Simba ana timu Simba ana timu ma, Simba ana timu nakwambia Simba ana timu timu. timu. timu. timu. na, na, sasa nataka nikufundishe ujanja wa Simba ni, ni, ni. Simba anapoenda kumfunga mtu anaangalia nani alitoka kwake. Unisikilize hiyo uwe makini kwa anaangalia nani alitoka kwangu akaenda kwenye ile timu. Okay, yeah. Unisikilize kwa makini tamo ile ulikuwa ulijui. Anatangalia, anaangalia mchezaji wangu gani aliotoka Simba ameenda kwenye ile timu. Okay. Akishafika kule anaongea na yule mtu ambaye alitoka kwake. Ki. Alafu kisha ongea naye, anamwambia naomba hii hela mpeleke kwa goalkeeper. <tipal> Ndio anachokifanya. Eh, naapa baba angu mzazi na hapa ba baba angu mzazi akia Mungu tena, nakuapia Simba anachofanya anaangalia timu alio kwani, ile ile si wakati wako pale Singida, si anawauza Gadiel Michael, ndo alikuwa anawauza hawa, yaani Simba nakuangalia wewe Mchezaji gani aliotoka kwake hapa so, hawakushinda wa Gadiel Michael yupo nakuuliza ni jibu unajua eh, sasa Gadiel Michael ndio alikuwa anapitia hela kwake anapewa beki anapewa goalkeeper. Hiyo, nakwambiaje, shika. Halafu wewe, nakwambiaje, tafuta mtu ambaye anacheza na Simba, halafu angalie kwenye ile timu ni nani aliyotoka Simba. Kama hamna mtu huko kwenye mechi za kimataifa ambako anashinda huko kwenye mechi za kimataifa, angalia. Hujasikia clip ile, hujasikia clip ya jana? Nikuoneshe anasemaje mwamuzi, anasema ile sio goli. Yule yule alikuwa anaongea na refa na na kocha na na kocha wa Simba, namwambiaje, kaweke kati, wamekubali, amekubali, tuongeze mshikua Haujaiona nao hiyo, alikuwa anaikataa yule, kashaongea na yule asema bwana, ela si tutaongeza eka kati. <laughs> ndio hapo shinda kimataifa eee. <hazin> lakini kule hatoki mtu <hazin> <hazin> baba yangu mzazi na hapa. Na wachezaji mimi, asiyo, na, kwambiaje na wachezaji, kuvuka makundi sio hoja <hazin> kuvuka makundi sio kila siku unavuka. Uhum. Mimi nimeenda kuvalishwa shada tukiwa jeni, yuko wapi Ajaji? Jeni mwandishi wa habari yuko wapi? hajafi nani ule mwingine ule dada akichaga yuko wapi naye kule Nigeria? Hey. Hey, mimi ni nani tu ni nani tu imenitoa E, nini wanasema kani, kanuni, e, kanuni. Kani, lakini, kani, lakini mimi nilikuwa narudi na kombe hakuna kufanana na Yanga katika Tanzania hii kani, kani, hakuna kufanana na Yanga mkubali mkatae wa kufanana na Yanga hakuna. Watamwiga Yanga, watamfikia Yanga ni kitu chengine labda, yeah. Injinia yule waje wamtoe pale yeah. labda na sisi injinia hatoki atoki, ng'o. Atoki atazekea pale pali, atake asitake atazekea pale atake asitake aenda kafanya kazi kwengine, lakini pale atakaa mwanzo mwisho. Hatujawai kuvaa shahada, mimi katika usichana wangu toka 82 niko Dar 36 nashangilia nini? Nashangilia Yanga, Afrika, toka 82 niko Dar 36 sijawai kuiona, lakini Yandere. kwa macho yangu, namshukuru injinia kwa macho yangu nimeenda kuangalia medali kivalishwa. Sasa mtu kama yeye, namuondoa Ha, nani pale tunamtaka nani pale, mengine atasimama mauzauza mwisho mauzauza, mengine atasimama mwanzo mwisho, awe na kazi zake afanye nini. Nampa hata miaka serikali mia mpaka uwa wai... serikali akimchukua, lakini lazima pale aje, hata wamchukue lazima atafanya kazi tena Yanga, asante La, kwa hivyo mimi namwambia mtani eh. Firigitu za South Africa navyozijua kule, anaenda lakini atarudi na machozi nakuambia hatarudi na machozi. Naona wakati unaangalia mpira unikumbuke, au nikupe na namba yangu ya simu aya. Ay, asante sana, ndio hiyo. Na hapa mi naondoka na, na pointi hizi na nabaki na mechi hizi, nimemaliza stori moja, de... Mo, moja isham, hii hapa jibu lake ile, ah, ili jibu, hey, jibu lake ile hapa 184 hey. E, tumemaliza Bas. Tumemaliza. Hii hapa jibu lake. Mimi nakwambia nachukua kombe bado, nani tatu tu mechi tatu. Mbeya, nikienda Mbeya yeah. nikacheza na prison. nikirudi nikicheza na nani wale, nimemaliza shughuli na, ngoja tu kunyanyua kwa hapa na rudi zangu mimi. Ndo Mama Manji na sisi ndo wakubwa wa nchi hii, nakwambia nimerudi na, na, yes. na, nime na milioni ishirini na saba nimejenga nyumba, nilikuwa na kiwanja Mbezi Juu, nikupe somo, njoo ujifunze. Lakini jezi ya Yanga tu ndio hey, inaotoka South Africa, wakienda na jezi makapi ya Simba wanarudi nayo kama alivyo hey, lakini hi, wakienda South Africa na jezi hizi za Yanga hii hey, hawakai hata hey, siku tatu hey, kwa nini South Africa tu? Kwa wote waliona pale hey, pale kwa wachezaji hotelini tuliona ah, walikuwa wananunua wazuru wengine hata si wajui na sio Watanzania baki Watanzania wanakuja, tumefungua tawi pale, jezi wanazigombania kama nyama. Landi mia sita mia sita Hebu nipigie simu nipigie mahesabu, landi mia sita shilingi ngapi ya Tanzania?